Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamsaka dereva wa lori la kusafirisha mafuta aitwaye Abubakari Adamu mkazi wa Dar es Salaam kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari na kuiba mafuta takriban lita 35,700 yenye thamani ya shilingi milioni 77.11 mali ya kampuni ya Aka Logistics Limited. Akiongea leo Machi 18, 2025, kamanda wa Polisi mkoa wa Morogoro amethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linamsaka dereva wa roli la kusafirishia mafuta aitwaye Abubakari Adam Mwichangwe, yeye ni dereva na ni mkazi wa jijini Dar es Salaam na linamtafuta kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari na kuiba hii tukio limetokea usiku wa kuamkia tarehe 16 mwezi huu wa tatu mwaka 2025. Huyu dereva akiwa anaendesha gari namba T661 BXR na alikuwa linavuta tela lenye namba T489 BHC aina ya Faw ni kampuni ya Meru yenye makazi yake mkoani Dar es Salaam akitokea mkoani Dar es Salaam kupeleka mafuta huko Lubumbashi nchini Kongo, DRC Kongo. Kwa hiyo dereva huyu alipofika mkoani Morogoro alikula njama akishirikiana na watu wengine watatu ambao wamekamatwa ambao ni Hamidu Sudi Hamidu, huyu ana umri wa miaka hamsini. Aa, ni general manager wa kituo cha mafuta ya, cha Simba Oil, lakini ni mkazi wa Dar es Salaam, lakini alikuwa pamoja na Abineri Shaloni Mohamed, miaka 25, huyu ni meneja wa kituo cha mafuta Simba Oil Mkambarani mkoa wa Morogoro. Aa, Abdala Nihed Abdalla miaka 30, meneja wa kituo cha mafuta Simba Oil, mkazi wa Morogoro. Kwa pamoja waliiba kiasi cha mafuta lita elfu thelathini na tano na mia saba za dizeli yenye thamani ya shilingi milioni 77 laki 1 elfu kumi na mbili, ambayo yalishushwa kwenye vituo vya mafuta vituo viwili kwenye vituo vya mafuta mali ya kampuni ya Simba Oil. Hichi ni kituo cha Mkambarani pamoja na kituo cha hapa Morogoro. Kwa kituo kimoja kirushishwa lita elfu ishirini na tano na mia saba na kituo kingine kikashushwa lita 10000. Kwa baada ya kuiba kiasi hicho cha mafuta dereva wa lori aliendesha gari likiwa tupu, na alipofika uh, eneo la kitongoji cha Msufini kijiji cha Msimba katika barabara kuu ya Mikumi Iringa, wilaya ya kipolisi Ruhembe yani wilaya ya kiserikali Kilosa, dereva aliendesha na kuliingiza korongoni gari hilo akitaka kuaminisha umma kuwa limepata ajali, lakini baadaye aliwasha moto akijaribu kuliteketeza. Ukiliangalia gari lenyewe hili Kwe kwa hiyo kwa pembeni pale kwenye tenki la mafuta, kwa hiyo aliwasha moto akajaribu kuliteketeza gari hilo, lakini wasamaria wema kabla moto haujakolea ndipo wasamaria wema walifanikiwa kuuzima na kutoa taarifa polisi. Kwa hiyo polisi walifika eneo la tukio, lakini kwa bahati mbaya alikuwa ameshatoroka tayari. Kwa uchunguzi unaendelea kwa kushirikiana na wadau mbalimbali mbali, kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria, ikiwemo kumtafuta huyu dereva ambaye alitelekeza gari hilo akakimbia na lengo lake lilikuwa ni kulichoma na kuliharibu kupoteza ushahidi na kutaka kuaminisha kwamba mafuta na yenyewe yameungua yame. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linatoa onyo na karipio kwa madereva kuacha tamaa ya kupata mali kwa njia ambazo sio sahihi.